Tusikilize kwa makini jamani, kwamba leo tarehe moja mwezi wa 10 mwaka 2025 kizimbani kuna nini? Maana yake hata mwezi unapoanza lazima mwanze kwa kasi jamani. Mna kitu ambacho mimi kinanikasirisha sana mtu ku, yani kuzungumza uongo na kunidanganya, alafu mimi nikapata hasara ama ukanipe madhara fulani, ndio mm -hmm. Watu tunaanza kutoka na mapere, mbingu itaonwa na wachache sana sababu na kuoga hata maji ya moto eh yani. Uh, unajua kuna kuna kuna, kuna wakati unaweza ukajikuta kila kitu unafanya kitu yani kiko sahihi, lakini unajiuliza hizi changamoto zinatoka wapi? Eh, Mungu mimi namkosea nini? Shida nini? <laughs> Lakini kumbe mtu kakuuzia kitu ambacho tayari kishaandikwa expired. Mm? Eh? Yaani kisha, kisha expired. Ah, rudi ulipotamka. Mm. Expired. Achana na hapo. Eshapita na yo. Watu hatuna utamaduni wa kuangalia sana hizi bidhaa kama zime expire yani, kwa sababu tu... tu yes. Mfanya biashara e... aga kwa sababu sababu labda anataka kupunguza hasara ambayo nayo yamepata, basi anakuuzia bila kukuambia kwamba, haya, haya mafuta bwana, ama usiende kuyatumia kuyapikia kwa sababu tayari muda wake usha ushaisha yana muda wake. Kwani kusikia ile sakata la Dar es Salaam lile kwamba kuna watu ambao walitumia mafuta ambayo inasemekana yashapita muda wake wakaanza kupata athari. Mm -hmm. kwa hiyo kuna, kuna wakati kuna umuhimu sana, na nafikiri wale ambao wanabandika hizi nembo za, za tarehe ya, ya, ya, ya kutengenezwa mm -hmm. na tarehe ya kuisha matumizi Mm -hmm. Basi wao wanaweka sehemu wa chini, mfano jamani, mtu akishaona tu picha ya mtu ambaye amepiga pana tangaza tayari anang'aa, anasema mm -hmm. bidhaa iko vizuri. Sasa leo kwenye Kizimbani, jamani, tunakumbushana tu baadhi ya wafanyabiashara ambao mna tabia ya kuuza bidhaa mm -hmm. ambazo zina changamoto na hamsemi mm -hmm. Mi una ni unaniuzia kitenge changu naona kinang'ara hapo kumbe nilikitenga ambalo linatoa rangi. Dio. Na uniambi hey. Unaniambia kabisa, hii ni original, yani hii ni pambe. Ukisha shonu kivaa, Ndio. Watu wote, kila mmoja atakuwa anakuambia umependezwa. Kifua ukianika, bado utakuta kiko vile vile, lakini ndio nafua, siku ya kwanza, maua yote yanafutika. Rangi yote inaondoka. Na bora sasa yafutike wakati umekiuka chenyewe. Mm -hmm. Maisha yetu haya ya mtaani tunawafahamu. Maji namna alivyo tabu unachanganya na nguo zingine mm -hmm, tayari bru hiyo kwenye white ukwenda kwenye nyekundu <laughs> maana tayari hapo ushaharibu nguo zako, unapiga mahesabu, je, nitapata fedha ipi mm -hmm, nitakayofidia kuweza ku, kununua hizo nguo. Na kuna baadhi ya watu wengine, bwana, watuzia vitu uh, ambavyo kidogo vinatutia hasara nyumbani mm -hmm. Kwa mfano, umenunua hita kusema fulani hivi Kumbe mm -hmm. Kuna sehemu imechubuka, ndio mechubuka sehemu, unakwenda kuweka kwenye umeme, tayari unapigwa shoti kwamba hapa, lakini sisi wateja wenyewe pia tunakagua utaalamu? mm. Ah, utaalamu tena ndugu yangu mm. Utaalamu hatuna Sio utaalamu, yeah. Inabidi uangalie bidhaa ambayo unaichukua, alafu pia kuna bidhaa nyingine ambazo zinakuwa na waranti. Yes, kuna maduka eh, makubwa, makubwa, lakini sasa unaambiwa, yeah. Kwamba unachukua bwana, hii utaenda nakaa nayo ndani ya miaka miwili, kama ikiharibika, rejesha tutakupa nyingine ama tunakurudishia pesa yako mm. Kuna sehemu nyingine unachukua umechukua umechukua, yaani ukichukua umechukua, na pale kwenye risiti pale wenyewe wanaongezea hairudishwi, eh Ah, hayaruhusiwi. Hata risiti wakati mwingine hawakupi. Kwa nini mwaiku safiri? Si una safiri unaziona zile tiketi? Mhm. Mm -hmm. Naambia fedha hairudishwi. Yeah, watatafuta tu eh, namna nyingine lakini eh, na fedha hairudishwi. Okay. Kikweli kuna kuna kuna kuna shida sana hiyo haswa kwenye hivi vyombo vya ndani. Ai shi mm. Sio kwenye vyombo vya ndani hata mafuta pia ya kupaka. Yeah. Vyakula tunavyokula, mijuisi. Ndio. Unakuta wakati mwingine ishapitwa na wakati naenda nakwambia, unanipa tu naondoka, kumbe tayari hmm, unakwenda kunijazia sumu mwilini. Sasa tuwe tunachangiana, hata nikienda hospitali eh, kwamba huyu ni mteja wangu bwana lisha, lakini ngoja angalau nimrudishia asilimia kadhaa hasara kumsababishia, lazwe mm -hmm. wiki zima mm. Jamani, kiukweli wafanyabiashara nyinyi ambao sio waungwana, mm -hmm, mtusamehe tu leo, imetubidi tu Oktoba 1, 2025 tuianze hivyo mm -hmm. Tuwakumbushe tu mimi niambie sasa kwamba hiki bwana kina changamoto mm -hmm. Eh, juice hii imekaa muda mrefu humu ndani. Maana kuna watu wengine hata kwenye mafriji hayo bidhaa mm -hmm. zinakaa muda mrefu kwelikweli sana. Eh, mtu anaweka store huko sijui mafuta sio ya mwaka gani, na unaambiwa kabisa pale yaitakiwa yatumike kuanzia mwaka 2025 2020, kwa maana kwamba ishiwe 2023 2024 tayari imeisha, lakini wewe 2023 bado unayo dukani mwako, ndio na watu wakija nawapa. Bahati mbaya ni kuna njaa hapo, m yakwenda kuyakaangia utashangaa, manundu mwana anaanza kutoka kichwani. Vipi, shida nini? <guling> Kumbe tayari mafuta shaisha muda wake. Mm -hmm. Tayari shiongeza sumu, mie nadasanyeza mm -hmm. kutoa sumu hizo, ndio shida ni mtaji. Mm -hmm. Ah. <laughs> kiukweli hapana. Sawa, si tunasisitiza zamani, wafanyabiashara wa, wa ukiona kwamba ishu ina, ina, ina yani bidhaa yako ina shida, ndio mteja anahitaji, mweleze ukweli, yeye mwenyewe ndo aamue sasa, Daswa. ili izilawama tusikuletee wewe mm. Lakini sio unajua kwamba hii kuna changamoto moja mbili, afu na wewe unakausha kuna sehemu nimeenda ni ilikuwa ni weekend iliyopita mm -hmm. hiyo nikaenda kununua mahitaji yangu, lakini mwenye duka alikuwa mkweli kwangu, akaniambia kabisa, maana hiki mm. tunakiuza kwa bei hii kwa sababu kime kina changamoto hizi. kuna hiki. kuna hiki ambacho tunakiuza kwa bei hali mm, lakini kiko bora hii mm -hmm. kwa hiyo ilikuwa ni machaguo yangu sasa mimi mm. kuchagua je, nichukue hiki ama niache wewe mwenye mwenye. Mimi mwenyewe sasa. Maana mm -hmm. Hapo kama lolote litatokea, basi ni juu yako wewe. Huwezi kwenda kenda kumlalamikia yule ambaye amekuuzia. Haswa. mm -hmm. Tutarejea hapa kusoma ujumbe wako, na tukukumbushe tuko live kupitia ukurasa wetu wa Facebook unaandika Radio Kwizera, lakini pia YouTube pale unatupata vizuri kabisa kupitia Kwizera TV, achie ujumbe wako hapo, tutausoma lakini pia tulitanguliza jambo hili mapema kabisa kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, pamoja na Facebook. Kwa hiyo maoni yako sisi tutaweza kupita nayo kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo leo tunazungumza kuhusiana na baadhi ya wafanyabiashara ambao wana tabia ya kuuza bidhaa ambazo zina changamoto na hawasemi. Na hapa kwenye changamoto tunasema huenda, hata mtu ashaona kabisa hii chupa inapooza, lakini yasemi na kupa kwamba acha bwana kapambane nayo na mimi mwenyewe nipunguze hasara, utajisikiaje? ah. ha Nikikwambia unaweza kushinda hadi milioni 20 ndani ya sekunde? Ni Toboa Chapchap wa Tanzania, mchezo kutoka Bahati Nasibu ya Taifa unaokuwezesha kufanya maajabu haya. Chagua mchezo wako pendwa kwenye orodha ya michezo mitano ya papo hapo: kwangua, zungusha, mechisha na papo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 lakini Vestina Josias kutoka Benako nguvu kazi anasema ada wafanya biashara bwana wapunguze uongo, kama kitu kimeisha muda wake wakitupe. Anaitwa Bishae Rameki kutoka Ruganzo, Ngara, anasema kiukweli wafanya biashara wengi kusema, kusema ukweli hawajui kiukweli, waache, maanake madhara ni mengi, na amemaliza kwamba tuko pamoja sana. Huyo mwingine anasema kizimbani ya leo imegusa penyewe, maana hao wapo wanauza bidhaa ambazo zina changamoto. Anaitwa Joasi Joni Ruhembe. Alex kutoka Mkigina asema Radio Kwizera habari za hapo studio? Sisi tuko vizuri kabisa. Sema jamani, wananchi, tuko haya. Ndugu zangu, ndugu yangu yupo kwenye uchaguzi. Babu, njoo kwenye ile ambayo tumeliweka sisi. Bwazi Joni kutoka Kumwendo sema kwenda kufanya biashara wenye tabia hiyo, kama wapo waache, lakini Anasema wambie, maana watu wengine wanakera sana jamani, wabadilike, sio vizuri. Anaitwa Mapigano Jacob wa Katanga Konko. Lakini Wilson ni Gerard kutoka Nyakurazo Nyakura Msagamba um, anasema kiukweli, mewagusa baadhi ya wafanyabiashara hawasemi ukweli uh-huh, maana wao wanajari kujiingizia kipato tu eh, yani kwamba nikimwambia Asma kwamba hii chupa bwana, basi hamna kitu, pesa sipati, ah, sipati pesa hapa, sara tupu mm-hmm eh, nitaweza kupata. Lakini huyu tumwite Naftali Didas kutoka Kumuyange Ngara, sema nawapata vizuri. Lakini amonia beri kutoka Ngara, sema wafanyabiashara wanauza viungo vya pilau, wanachenga moto kama hizo mm-hmm eh, lakini ni Fasha Darlington kutoka Mgoma <laughs> anasema uh, kwa kweli wafanya biashara warekebishe, wajirekebishe kupitia kizimbani ya leo. Haya, tunashukuru sana. Naona umeandika ujumbe wa kutosha hapa. Andika ujumbe mmoja tu e, ujumbe mmoja tu nakuwa unatosha, na sisi tutakuelewa na yule ambaye anakusikiliza naye mm -hmm, atakuelewa kwamba umeandika ujumbe na ujumbe mmoja unatosha. Sawa, uh, sawa tuangalie na kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu pia tuko live huko. uh, tuko live, kwa hiyo tuweze kupitia. Huyu mwingine ameandika ujumbe wake, anasema tuko pamoja, tunashukuru sana. Lakini huyu mwingine katuandikia ujumbe hapa uh. Aya, sawa sawa, tunashukuru sana kutoka hapo unapoendelea kutufuatilia kwa uzuri kabisa, uweza ukaachia maoni yako muda huu kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na Instagram, ili sasa tuweze kwenda sambamba kwenye wakati huu wa Kizimbani. Okay. Uh, tukamilishe na jumbe kadhaa hapa kabla tujaelekea kupata taarifa ya habari majira ya saa sita kamili mchana uhum. Kwa siku leo, Rashidi Jamali kutoka Nyakafandi ni asema ni kweli, wafanya biashara kama hao wapo. Anaitwa Shukuru anatori kutoka Ngudusi. uh, sema kizimbani ya leo imegusa penyewe. Watu kama hao wapo, wanauza vitu ambavyo vimeisha muda wake mm -hmm. E, kwa kweli wajirekebishe. Sawa. Rastori yasi kutoka Bulengo anasema jamani, badiliki jamani. Huyu anasema mambo vipi? jamani ni poa kabisa. Misago Brasio kutoka Bugarama unasema tumegusa penyewe eh? Lakini Dikson, tunashukuru sana kutoka huko na kuendelea kutusikiliza na kutufuatilia vizuri kabisa tunakamilisha kwenye kizimbani siku leo. Sasa, saa sita kamili ni taarifa ya habari. Lakini tukukumbushe tu bahati nasibu ya taifa imefika na leo inawezekana ukaweza kuibuka na mkwanja mrefu kwa kucheza michezo mbalimbali ambayo inapatikana kwenye bahati nasibu ya taifa. Unaweza kuanza siku yako na lotto ambayo inakupa ushindi wa shilingi milioni 45, lakini nakukumbusha kuna shilingi milioni tatu ya uhakika. Lakini nakukumbusha kama unahitaji ushindi wa papo kwa hapo, basi cheza toboa chap chapo. Kuna bilioni mbili zinakusubiri. Utakwangua alafu utamechisha. Kumechisha ni kufananisha namba. Kwa hiyo wale ambao bahati ziko hapo kwenye kumechisha namba, unaweza ukajinyakulia shilingi bilioni mbili. Lakini kuna gurudumu la Spirit for Cash nakusubiri kulizungusha na hapa kuna shilingi bilioni 2.7 zinakusubiri na, na unaambiwa zungusha na ushinde. Na hapa vigezo ni kwamba lazima uwe na miaka 18 na kuendelea. mm -hmm. Na wanakumbusha kucheza kistaarabu. Bahati Nasibu ya Taifa inasimamiwa na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania. Lakini menyu yao kuu ni nyota 159 nyota 88 na maleri, na wanakukumbusha kuweza kuwatembelea wakala Bahati Nasibu ya Taifa wanaopatikana karibu na wewe, ama wanakukumbusha kutumia USSD ya Mix by Yas, Airtel Money pamoja na Mpesa. Nambari ya bure ya kuweza kwa kupiga nao story lakini pia kuweza kuwauliza pale ambapo utapata changamoto wakati wa kucheza bahati nasibu ya taifa unawapigia kupitia nambari 0800 78 22 33 tatu.